Je, yeah. ungependa kufikia mafanikio makubwa kifedha? Au ungependa fedha zako zikufanyie kazi hata unapokuwa umelala? Sasa hebu nikuambie siri ndogo, mafanikio ya kifedha hayaji kwa bahati, yanakuja kwa mipango na uwekezaji sahihi. Watu wengi huanza na kidogo lakini baada ya miaka michache wanakuwa huru kifedha. Leo nitakuonyesha moja ya njia salama kabisa na halali kabisa hapa Tanzania ambayo unaweza kuitumia kuwekeza fedha zako na kuelekea uhuru wa kifedha, yaani kuwekeza kupitia UTT AMIS. Kaa nami hadi mwisho wa video hii, kwa sababu nitakupa hatua halisi unazoweza kuchukua leo hii ili kuanza safari yako ya kifedha. Sasa hebu tuangalie kwa nini watu wengi hawafanikiwi kifedha. Tatizo kubwa tulilonao wengi sio kwamba hatufanyi kazi kwa bidii, ni kwamba fedha zetu hazifanyi kazi kwa bidii kwa niaba yetu. Tunapata kipato, tunalipa bili, tunahifadhi kidogo benki, lakini baada ya muda pesa hizo zinapotea thamani kwa sababu ya mfumuko wa bei. Wengi wanaogopa kuwekeza kwa sababu moja, wanafikiri uwekezaji ni kwa matajiri pekee. Lakini dhana nyingine ya pili wanaona ni vigumu kuelewa masoko ya hisa. Na sababu ya tatu wana hofu ya kupoteza fedha zao. Lakini ukweli ni huu. Kutochukua hatua ndiyo hatari kubwa zaidi. Fedha isiyowekezwa leo inakuwa fursa iliyopotea kesho. Sasa suluhisho ni nini? UTT AMIS inakuwezesha kufanikisha suala zima la uwekezaji. Sasa hebu tuzungumze kuhusu suluhisho hili la UTT AMIS. Nini maana ya UTT AMIS? UTT AMIS yani Unit Trust of Tanzania Asset Management and Investor Services, ni taasisi ya serikali yenye jukumu la kusaidia Watanzania wawekezaji wadogo na wa kati kuwekeza kwa pamoja kwenye masoko ya fedha na mitaji. Hawahitaji uwe na mamilioni ya shilingi. Wanachofanya ni kukusanya fedha zako pamoja na za wawekezaji wengine. Kisha wataalamu wao wanaziwekeza kwenye maeneo salama kama hatifungani, hisa na miradi yenye faida. Hebu tutazame mifuko sita mikuu ambayo unaweza kuwekeza kupitia UTT AMIS. Mfuko wa kwanza ni mfuko wa Umoja, yaani uwekezaji wa muda mrefu. Ni mfuko wa kwanza kuanzishwa na UTT AMIS, unalenga kukuza mtaji wako kwa muda mrefu. Kwa mfano, mwaka 2005 kipande kimoja kilikuwa ni shilingi sabini, lakini hadi kufikia 2024 thamani ya kipande imepanda zaidi ya mara kumi. Hii inaonyesha nguvu ya uvumilivu katika uwekezaji wa muda mrefu. Huo ni mfuko wa Umoja Fund. Mfuko wa pili ni mfuko wa wekeza maisha, yaani unawekeza maisha pamoja na bima. Huu ni mfuko wa kipekee unaochanganya uwekezaji na bima ya maisha kwa muda wa miaka kumi unajiwekea lengo la akiba. Iwapo lolote litatokea kabla ya muda huo, bima inalipia sehemu iliyosalia ya uwekezaji wako. Maneno mengine ni kwamba ni usalama na ukuaji kwa pamoja. Aina ya tatu ya mfuko ni mfuko wa watoto, yaani elimu na mustakabali. Huu ni mfuko maalum kwa wazazi na walezi, unaanza kwa kiasi kidogo cha shilingi elfu ishirini na fedha zinaongezeka kwa muda. Mtoto anapofikia miaka 12 au zaidi, fedha hizo zinaweza kugharimia masomo au mahitaji muhimu ya maisha. Mfuko wa nne ni mfuko wa jikimu, maanake ni kwamba mapato ya mara kwa mara. Huu unawafaa watu wanaopenda mapato ya mara kwa mara. Kuna mipango ya aina mbili: Mpango wa mgao wa faida unaolipwa kila miezi mitatu au mara moja kwa mwaka, yaani kwa unapoweka pesa yako unapata faida mara tatu kwa mwaka, kila baada ya miezi mitatu unapata faida, maanake ni mara nne kwa mwaka au unapewa mara moja kwa mwaka. Na mpango wa pili ni mpango wa kukua kwa mtaji, yaani faida zako zinabaki ndani zikiongezeka thamani ya uwekezaji wako Mfuko wa tano ni mfuko wa ukwasi, yaani liquid fund, uwekezaji wa haraka. Huu unataka uwekezaji unaokupa uhuru wa kutoa fedha zako haraka. Huu ni mfuko unaofaa kwa malengo ya muda mfupi. Unaweza kutoa fedha zako ndani ya siku chache bila hasara na bado unapata faida kubwa kuliko kuweka pesa yako benki kwa hiyo una pesa yako mahali unataka uitumie, lakini huhitaji hu, hu, kwa muda huu unaiweka kwenye mfuko wa ukwasi. Mfuko wa sita ni mfuko wa hatifungani, uhakika na utulivu. Huu unafaa kwa watu wanaotaka usalama zaidi. Fedha huwekezwa kwenye hatifungani za serikali na taasisi imara, kwa hiyo hatari ni ndogo, lakini faida ni ya uhakika. Kwa hiyo ndiyo mifuko ya UTT AMIS. Sasa hebu tuangalie matokeo halisi ya uwekezaji kupitia UTT AMIS. Hebu tuchukulie mfano wa kweli, kama ungewekeza shilingi elfu kumi kila mwezi kwa miaka 15 kwenye mfuko wa Umoja, leo ungekuwa na zaidi ya shilingi milioni tano. Maanake ni kwamba kama ungewekeza shilingi elfu ishirini kwenye mfuko huo huo kwa miaka 15 ungekuwa na milioni 10. Au ungewekeza shilingi elfu 30 tu kwa mwezi kwa miaka 15, leo ungekuwa na shilingi milioni 15. Kwa miaka zaidi ya 15 mifuko ya UTT AMIS imeendelea kutoa faida ya wastani wa asilimia 12 hadi 17 kwa mwaka. Hii si ndoto, ni matokeo ya uwekezaji wa kimkakati. Hapa ndipo falsafa ya maendeleo binafsi inaingia. Watu wengi wanata, wanataka mafanikio ya haraka lakini mafanikio ya kweli hujengwa kidogo kidogo. Mtu mwenye akili ya kifedha hufahamu kwamba fedha ni mtumwa na si bwana. Kila shilingi unayoitumia vibaya ni fursa unayoipoteza na kuwekeza mapema ni silaha ya watu wenye maono. Hivyo badilisha mtazamo wako, fikiria, nitajiandaa vipi leo ili kesho niwe huru kifedha. Sasa napokuwa nikaribia mwisho kabisa wa video hii S, naomba nikuulize swali, uko tayari kuchukua hatua? Tembelea tovuti ya www.uttamis.co.tz au fika ofisi zao zilizo karibu nawe, lakini pia unaweza ukatembelea matawi ya benki ya CRDB kwa sababu ni mawakala pia wa UTT AMIS. Anza na kidogo, shilingi elfu kumi, ishirini au hamsini. Kila hatua ndogo ni mwanzo wa safari kubwa. Kumbuka, wale wanaopanda mbegu mapema huvuna kwa wingi. Kesho, huu ni wakati wako wa kufanikiwa. Jiwekee lengo. Anzisha uwekezaji wako na uache fedha zako zikufanyie kazi. Huu ni mwaka wa wewe kuwa huru kifedha na safari yako inaanza leo. Asante sana kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Napokuwa nikimaliza video hii, naomba nikuulize swali, utaanza kuchukua hatua lini ya kuwekeza? Andika hapa chini, na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.